Allah subhanahu wataala anasema, audhu billahi min ashaitani rajim. Mmeharamishiwa nyamafu na damu na nyama ya nguruwe na nyama iliyochinjwa kwa jina lisiyokuwa kwa jina la Allah subhanahu wa taala. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Kairu TV, leo tutaangalia namna gani uharamu nyama ambayo haijachinjwa nyamafu, nyama ambayo ni kibudu. Tutaangalia hapa mpenzi mtazamaji, kuna faida gani kwa nyama ambayo imechinjwa, lakini kuna hasara gani kwa nyama ambayo haijachinjwa, yaani imejifia wenyewe tu. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa KHAIRO tv ni kuombe usisahau kusubscribe Comment, kurike, na kushare ili kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Asante. Kama nilivyotangulia kusema ewe mpenzi mtazamaji, na kuisoma aya tukufu kutoka katika Qur'ani tukufu. Uislamu hakika umekataza kula nyamafu, kula kibudu, nyama ambayo mnyama wa nyama hiyo hakuchinjwa. Ima alipigwa gongo au alijifia mwenyewe ni haramu. Kuna faida gani za kula nyama ambayo imechinjwa kisheria? Lakini kuna hasara gani kula nyama ambayo haijachinjwa kisheria au imejifia wenyewe? Dini yetu ya Uislamu inatuhimiza usafi, lakini kula nyama ambayo mnyama wake hakuchinjwa hii si katika Uislamu. Uislamu unapenda usafi, na kula nyama ambayo mnyama wake hakuchinjwa hii hupelekea madhara katika mwili. Lakini kwa tafiti za kisayansi zinasema kama ifuatavyo: kula nyama ya mnyama ambaye amekufa tu kunaweza kuwa na sumu kiafya katika nyama hiyo. Ni mnyama pindi ghafra tu anavyokufa bakteria husambaa kwa haraka sana, kama bakteria wa salmonela. Pia hii itakuwa sio salama kwa upande wa tumbo na kwa upande wa sumu za chakula food poisons. Lakini sababu nyingine kuepuka kula mnyama ambaye amejifia mwenyewe, mnyama anaweza kufa kwa sumu au kwa magonjwa au kwa sababu ambazo hazijulikani. Kwa hiyo kuna nyama hiyo kunawezekana kabisa kuhamisha sumu hiyo kwenye hiyo nyama au huyo mnyama aliyejifia na kupeleka moja kwa moja kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo Uislamu kuhofia hilo ukakataza kabisa, na wanasayansi wanalithibitisha hilo katika maelezo haya. Na mnyama anapokufa mwenyewe mzunguko wa damu husimama ghafla. Kwa hiyo basi, vile ambavyo vyote vilivyotakiwa vitoke wakati wa kuchinjwa vimebaki na vimesimama kutokana na mzunguko wa damu kusimama ghafra. Hivi akila nyama hii, mlaji anaweza kudhurika, yale ambayo alikuwa nayo yule mnyama akajihamishia kwake. Yaani, mnyama anapokufa mwenyewe, huvunjika seli zote za protini na kubaki hana manufaa kwa mlaji zaidi ya magonjwa tu. Nini faida ya kuchinja mnyama? Unapomchinja mnyama, damu inavyotoka, huondoka damu na bakteria na sumu zote ambazo mnyama alibeba katika kipindi chake cha uhai. Hii inasaidia kuwa nyama safi na salama kwa mlaji. Kwa hiyo unapochinja mnyama huaga Unatengeneza nyama ambayo safi ambayo inavutia, pamoja na nyama ambayo haina mashaka kwa mlaji. Hii ndiyo faida ya kuchinja nyama kwa kufuata misingi ya dini ya Kiislamu. Hitimisho, kula nyama ya mnyama ambaye hajachinjwa, Uislamu umekataza kwa kuilinda afya yako wewe mwenyewe, lakini pia kitendo hiko cha kupinga kula nyama ambayo mnyama wake hakuchinjwa ni kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Lakini ukila nyama ambayo mnyama wake alichinjwa, hii itakusaidia wewe kulinda mwili wako kutokana na sumu za hovyo hovyo na holela holela kupitia ulaji wako ambao unafuata sheria na kanuni za Uislamu. Ewe mpenzi mtazamaji, ni amali yoje ya miongozo ya Uislamu kwenye afya na katika kila nyanja ambayo hii inaona kwako ni salama. Wanasayansi wamethibitisha hilo na Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasalam aliongea muda kabla ya hao wanasayansi hawajathibitisha. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV sina la ziada, sina la zaidi, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kuwrite na kushare ili huwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Ikiwa kama umefaidika na umepata faida kupitia video hii, basi ni kuombe weka comment, like na share, ili wasambazie wengine waweze kupata faida. Na kufikia hapa, niseme wabillahi tawfiq, waaqul lakum, assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh, uhibbukum wa bila hudud, wakisalama.